Umoja wa Ulaya kama ambavyo zilivyo jumuia nyingine za kimataifa ni wafadhili wakubwa wa, wa, wa serikali ya Tanzania kwenye upande wa maendeleo. Umoja wa Ulaya umekuwa ukiwekeza kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo nchini Tanzania, pamoja na misaada ya kiutu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kufuatia majanga ambayo yaliibuka Oktoba 29 katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Umoja wa Ulaya kufuatia bunge lake lililoketi siku mbili zilizopita kwa pamoja walifikia hatua ya kusema kwamba kuna haja ya umoja wa Ulaya kuangalia uhusiano wake baina ya serikali ya Tanzania na mataifa hayo. Licha ya umoja wa Ulaya kuchangia kwa kiasi kikubwa bajeti za maendeleo, lakini umoja huo wa Ulaya hauridhishwi na matendo ambayo yamekuwa yakifanyika katika taifa hilo ikiwemo ukiukwaji mkubwa wa misingi ya haki za binadamu, ukandamizaji wa uhuru wa vyombo vya habari pamoja na wanasiasa katika taifa hilo, ikiwemo pia na madai ya utekaji nyara kwa baadhi ya wanasiasa. Hata hivyo, umoja wa Ulaya siku ya jana usiku walipiga kura ya pamoja, zaidi ya kura 539 ziliamua kwamba umoja wa Ulaya utasitisha moja kwa moja programu za maendeleo katika taifa la Tanzania kwa mwaka 2025. Ifahamike kwamba umoja wa Ulaya umekuwa ni nguzo kubwa kwa ufadhili wa maendeleo wa serikali ya Tanzania na wamekuwa wakitoa fedha nyingi kwenda moja kwa moja katika shughuli za ukuaji wa maendeleo pamoja na shughuli za haki za binadamu. Zaidi ya euro milioni mia saba ishirini na sita sawa na takribani trilioni mbili za Kitanzania zimewekezwa kwa mpango wa maendeleo pamoja na euro milioni 585 katika misaada ya moja kwa moja katika taifa la Tanzania. Hii inajumuisha misaada ya bajeti euro milioni 425 kwa miaka mitatu ijayo na programu kama AgriConnect milioni mia moja za kilimo. Hata hivyo, kuna uwekezaji wa kimataifa Group Gateway zaidi ya euro bilioni moja katika ahadi za uwekezaji ikijumuisha ikijumuisha euro milioni 540 kwa biashara ndogo ndogo za kati kupitia benki za uwekezaji Ulaya, e, EIB na euro milioni 146 kwa mradi wa Kakono Hydropower Plant. Hata hivyo misaada ya kibinadamu zaidi ya euro milioni 1.1 kwa mwaka 2023 kwenda mwaka 2025 zimetolewa kwa majanga kama mafuriko. Jumla karibu zaidi ya euro ya bilioni moja pointi tano sana takribani zaidi ya trilioni nne katika ahadi na malipo tangu mwaka elfu mbili na ishirini na moja ikiongeza na michango ya nchi wanachama wa EU karibia euro bilioni moja pointi mbili kwa mpango mkuu wa msaada wa maendeleo katika taifa la Tanzania ambao siku ya jana ulisitishwa. Tangu mwaka elfu mbili na ishirini na moja kwenda mwaka elfu mbili na ishirini na saba EU imetenga zaidi ya kiasi euro milioni mia saba ishirini na sita takribani trilioni mbili kwa mpango wa, wa maendeleo na ushirikiano wa kimataifa, Neighborhood Development and International Cooperation Instrument, NDICI kwa miaka ya 2021 hadi 2027. Hii inazingatia maeneo matatu makuu: mkataba wa kijani ni Green Deals, kwa mazingira na nishati, human capital kwa elimu na afya na ajira, na utawala bora, kufuatia fedha hizo ambazo zimekuwa zikiwekezwa katika serikali ya Tanzania na wafadhili wao kutoka mataifa ya Umoja wa Ulaya baadhi ya mambo kadhaa ambayo yalifikiwa na umoja wa Ulaya siku ya jana na kupigwa kura zaidi ya kura mia tano thelathini na tisa za kuamua hatima ya Tanzania kuendelea kupewa misaada au kuzuiliwa misaada hiyo. Hata hivyo hatima hiyo ilikamilishwa siku ya jana ambapo sasa misaada ya maendeleo imezuiwa kwa taifa la Tanzania. Kwa mujibu wa mapendekezo ambayo yalitolewa na bunge la umoja wa Ulaya ilikuwa ni kama yafuatayo: kwanza, linalaani jeuli na matumizi ya nguvu kupita kiasi na vikosi vya usalama vya Tanzania baada ya uchaguzi wa Oktoba 2025, ambayo ilisababisha maelfu ya vifo, majeruhi na ripoti za makaburi ya halaiki. Linalaani kukana kwa serikali makosa hayo. Pili, linatoa wito kwa serikali ya Tanzania kusitisha mara moja ukandamizaji na ukamataji wa kiolela wa wanachama wa upinzani, waandamanaji, waandishi wa habari na watetezi wa haki za binadamu, kuachia huru wote waliokamatwa kiolela na kuondoa vizuizi vyote vya mtandao na vyombo vya habari. Linalaani pia kizuizi cha kiholela na cha kisiasa cha kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, na linatoa wito aachiliwe mara moja na bila masharti, na pia aweze kujumuika na familia yake. Linatoa wito uchunguzi wa haraka na wakina huru na usio na mapendeke na upendeleo kuhusu madai yote ya mauaji, utekaji nyara, mateso na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu. Pia linasisitiza na uchunguzi huo ufanyike na utaratibu wa nje na, na, na wa kuaminika ni pamoja na tume ya kimataifa inaongozwa na Waafrika ili kuhakikisha uwajibikaji. Linaonyesha wito wa bunge kwa tume kusitisha msaada umoja umoja, pa ekraia, binadam, wa moja kwa moja kwa mamlaka ya Tanzania. Linatoa wito wa umoja wa Ulaya kuwapa kipaumbele mashirika ya kiraia watetezi wa haki za binadamu na waandishi wa habari. Linatoa wito pia baraza lizingatie vikwazo dhidi ya wale wanaohusika na ukiukwaji inatoa wito wa Tanzania ifute adhabu ya kifo, nibadilisha hukumu zote za kifo. Linaona uchaguzi wa hivi karibuni haukuwa huru na wa haki.